Nam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, na sisi tukiendelea kukufahamisha yaliyojiri, ni kwamba naibu inspekta jenerali wa polisi aliyejiondoa kwa muda Eliud Lagat ni miongoni mwa watu ambao mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi au IPOA inalenga kuchukua taarifa kwao kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang'. Hata hivyo aipoa haijaamua ni lini Lagat atafika mbele yao kuandikisha taarifa. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anaarifu. Huku afisa mwingine wa polisi Peter Kimani akifikishwa mahakamani hii leo baada ya kujiondoa ofisini kwa muda kuipa aipoa nafasi ya kuchunguza mauaji ya Albert Ojwang' bila ushawishi, Eliud Lagat sasa anatarajiwa kufika mbele ya mamlaka hiyo kutoa taarifa yake. Duru karibu na uchunguzi zikituarifu uamuzi huo uliafikiwa jana na bodi ya aipoa na kutoa jukumu la kutoa maagizo ya nilini atafika kwa kitengo cha uchunguzi kuamua. Lagat ndiye alikuwa mlalamishi katika kesi iliyopelekea kukamatwa kwa Ojwang', aliyeripotiwa kufariki kituo cha polisi cha Central. Uchunguzi wa aipoa umebaini baada ya Lagat kulalamika maafisa wa upelelezi kwanza walimkamata mwanablogu Kevin Moinde tarehe tano mwezi huu eneo la Gituki Bomachage Borabu na kumsafirisha hadi kituo cha polisi cha Kamukunji. Ni baada ya kumhoji Moinde ndipo maafisa hao walielezwa kuhusu marehemu Ojwang' na wakafululiza hadi Homabei walikomkamata mapema leo afisa wa polisi Peter Kimani aliyekamatwa Jumatatu na kufikishwa katika ofisi za Aipoa alifikishwa mahakama ya Kahawa ambapo upande wa mashtaka uliomba siku 21 kumzuilia, ombi ambalo Kimani alipinga akitaka kuachiliwa kwa dhamana. Uamuzi utatolewa Ijumaa wiki hii. Kufikia sasa watu saba wakiwemo maafisa watatu wa polisi na raia wanne wamekamatwa kwa madai ya kuhusika na mauaji ya Albert Ojwang' huku aipoa ikisema huenda wakawakamata watu zaidi wanapoendelea na uchunguzi. Aipoa imeomba kamati ya usalama bunge la kitaifa kusaidia kuwawezesha kupata matokeo kwa haraka kutoka maabara ya serikali, kupatikana kwa rekodi za simu na kuchunguzwa kwa kanda za CCTV. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.